Lakini la pili ni wapongeza waheshimiwa madiwani wote kwanza kwa kuchaguliwa, lakini pili leo kula kiapo, kuweza kuwatumikia wananchi kwa wilaya wa ya chunya kupitia kata zetu. Hii inaonyesha imani kubwa wananchi waliokuwa nayo kwetu nasi, jambo kubwa ambayo tulikuwa nalo ni kwenda kuwatumikia na kuonyesha ushirikiano mkubwa zaidi. Sambamba na hilo, niendelee kumpongeza mwenyekiti wetu halmashauri ndugu yetu Kevin Shishi pamoja na makamu mwenyekiti ndugu yetu Weston Mpira kwa kuchaguliwa kwa kishindo, ikiwa ishara ya imani kubwa ya waheshimiwa madiwani waliokuwa nayo kwenu. Nanyi muendelee kutuongoza katika baraza hili, muendelee kuisimamia halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya ili tuweze kwenda mbele, tuweze kusonga kwa kasi zaidi niendelee kutoa shukrani hizi hasa za upendo kwa watumishi wetu wote wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, katika kipindi ambacho baraza la madiwani alikuwepo, kwa kazi kubwa ambayo mmeweza kuifanya, na hapa mmetusomea taarifa ambayo imekuwa ni nzuri, na mmeona sisi madiwani tumepitisha kwa kishindo, hivyo ninawapongezeni sana. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na yote sisi kama madiwani tumechaguliwa, jambo kubwa sana ambalo tunalo ni kuja kuisimamia halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya. Halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya ili tuweze kuisimamia, tunahitaji tuwe ushirikiano mkubwa kati ya sisi waheshimiwa madiwani pamoja na watumishi mbalimbali wa halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya, lakini na viongozi wengine mbalimbali zikiwepo taasisi za umma na taasisi binafsi. Wananchi wetu wanachotaka ni kuona maendeleo yanasonga mbele. Wananchi wetu wanataka kuona changamoto tunazitatua, hivyo ushirikiano ambao tutakuwa nao utaweza kutusaidia tuweze kusonga mbele. Na jambo la tatu, niombe baraza letu la madiwani tuendelee kuisimamia miradi ambayo ilianza katika baraza la madiwani la awamu lililopita. Tuendelee kuisimamia hapa tulipoikuta, miradi iliyokuwepo twende tukaikamilishe na baadaye twende tukaibue miradi mipya ili wananchi wetu huko waweze kuona matunda ya kutuchagua sisi, lakini matunda ya kuchagua chama chetu cha mapinduzi. Kama tunavyofahamu, Mheshimiwa Rais amesema kipindi hiki ni kipindi cha kazi. Nasi kama wawakilishi wa wananchi, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba maelekezo ambayo ametoa kule juu wakati anazindua bunge tunayashusha chini, tunashirikiana pamoja na watumishi ili tuweze kwenda mbele na wananchi waone huduma e, zinawafikia vizuri. Lakini pamoja na hayo, niombe kupitia baraza hili, tumeona kazi kubwa ambayo ilifanyika kwa baraza lililopita katika miaka mitano. Kazi kubwa iliyofanyika ilikuwa ni kusimamia mapato. Mtakumbuka wakati sisi tunaingia tulikuta 2020 2021, mapato yalikuwa ni bilioni 3.5, a tulikusanya lakini leo wakati baraza linakamilika tulifikia bilioni kumi na mbili. Ni kazi kubwa ambayo ilifanyika, hivyo baraza liopita tunaipongeza sana, pamoja na watumishi, ushirikiano aliokuwa nao. Kazi yetu sisi baraza hili tunaendelea pale tulipoishia kwenye baraza liyopita, kuendelea kusimamia mapato ya halmashauri yetu yaendelee kukua zaidi, na niombe Mheshimiwa mwenyekiti, leo tumefikia bilioni 12 24 25 26 Miaka mitano inayokuja tujiwekee malengo ya kufika bilioni 16 mpaka bilioni kumi na saba. Hii itatupa sisi nguvu ya kuhakikisha kwamba malengo yetu haya tunaenda kuyasimamia mpaka kufikia 2030 tufikie kwenye bilioni 17. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapokwenda kusimamia mapato yetu haya, maana yake tunaenda kuongeza uwezo wetu wa kwenda kusimamia na kuibua miradi mipya. Nitakumbuka kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais alizungumza lazima sasa hivi tutumie kile kilicho cha kwetu. Hivyo na sisi, jambo kubwa na la msingi, tuendelee kukusanya mapato ya kwetu yatusaidie kwenda kwa kuhakikisha kwamba miradi yetu inakwenda ina kutekelezeka kwa wakati. Waheshimiwa madiwani hawa, kipindi cha kampeni, kila mmoja alitoa ahadi mbalimbali. Madiwani hawa wanahitaji zile ahadi ambazo zilitolewa zinakwenda kwenda kukamilisha katika kipindi cha miaka mitano. Hivyo sisi kazi yetu kubwa, tushirikiane na watumishi kuhakikisha mapato yanaongezeka na fedha ambazo tunazipata kupitia mapato yetu ya ndani ziwe za kwanza kwenda kutekeleza hiyo miradi, na fedha zao za serikali kuu ziweze kuongezea pale ambapo tutakuwa tumefikia.